Channel hii tuweze kujifunza mambo yanayohusu kilimo, biashara na ufugaji. Tuweze kujuzana machache. Ah, popote ulipo unaponisikiliza nataka nikwambie hivi. Nimekuletea kwanza nianze kukuuliza swali moja. Kwa nini wakulima wengi wana faida kwenye makaratasi lakini ukija kwenye uhalisia pesa taslimu mkononi hawana, keshi hawana, wanaishi maisha magumu, ni maskini. Uishajiuliza ni kwa nini? Sasa leo nataka wewe mkulima, wewe mfanyabiashara wa kilimo na mfugaji, uweze kukijua kitu hiki eh. Wataalamu wengi wa kilimo wamekuwa hawaji kuwafundisha wakulima huko mashambani, ni kitu ambacho akizungumzii sana hichi kitu, wakati ni kitu cha kitaalam very technical, kinacho affect wakulima, tunafanya waishi katika maisha ambayo sio kitaalam. Tunaita profit cash flow paradox in agriculture. Eh, ni kama kitendawili fulani ambacho hawataalamu wa kilimo haji kukitegua kwa wakulima, na kina kuja kiwa kinawaathiri wakulima, anaishi kwenye maisha magumu, ni maskini, hawana pesa pesa mfukoni, pesa taslimu hawana, ila wakienda kwenye madaftari yao walikotunza data za kilimo, walikotunza data za biashara zao, wanaiona faida tena kubwa tu. Nikwambie, kuna vitu viwili katika kilimo nataka nikuambie, kuna faida au tunasema profit na mtiririko wa pesa au tunasema cash flow. Sasa kwa lugha ya mkulima au mfanyabiashara wa kilimo au mfugaji, hivi vitu viwili, hivi vitu viwili faida na mtiririko wa pesa vimeshindwa kuendana, hivi vitu viwili faida na mtiririko wa pesa vimeshindwa kuendana. Unaona na hicho ndio kitu kinakuja kupelekea mkulima akichungulia data zake kwenye madaftari, kwenye makaratasi, anaiona faida lakini kwenye uhalisia ni maskini, hana pesa mfukoni, hata ada za watoto shule hajalipa. Ndo vitu kama hivi hapa. Sasa nikwambie, kwa kesi ya mkulima, kwa lugha ya mkulima tunasema tunasema faida na mtiririko wa pesa haviendani haviendani. Hebu tuchukue mfano, mfano rahisi tu, tuchukulie mkulima wa mahindi, mkulima anayezalisha mahindi ambayo tunajua, kila mtu anajua hili zao, anajua kabisa. Tunasema yule mkulima anachukua miezi minne hadi sita kuzalisha mahindi. Yule mkulima mwanzoni kabisa, anavyowaza kuzalisha mahindi, kuna gharama za mwanzo kabisa huwa anazifikiria, na hizo gharama huwa anazitekeleza mapema sana. Ni zipi hizo? Nikaja hapa nikakwambia, lazima awaze mbolea Naona no, pesa za mbolea lazima zitoke mapema sana. Mbegu lazima pesa zitoke mapema sana. Sumu au hizi pesticide pia na hizi za kuulia magugu lazima zitoke mapema sana ili alinde mazao yake. Nguvu kazi lazima pesa zitoke mapema sana ili watu wakafanye kazi shambani kwake. Tena kuna pesa nyingine zinatoka hata kazi shambani haijafanyika. Kwa mfano, kibarua umempata, mkulima amemfuata kibarua. Anamwambia, kesho kanifanyie kazi shambani kwangu. Ule kibarua anachokisema anasema, nipe advance kwanza, nipe hata shilingi elfu kumi. Unaona, kwa kuna pesa nyingine mkulima ameshatoa mapema sana, hata kule shambani kazi haijafanyika. So unaona, pia kuna vifaa, vifaa vya uzalishaji, vifaa vinavyotumika ni vitu ambavyo mkulima anaandaa mapema sana, pesa inatoka mapema sana, maana akidelay, akichelewa kimoja kati ya hiki, hana uhakika, tayari ameshapoteza matumaini katika uzalishaji. Unaona, akikosa mbolea au akipata mbolea muda ambao sio sahihi, ni sawa na bure. Akikosa mbegu, atapanda nini? Akikosa zana za kilimo, ataatatumia nini kwenye kilimo chake? Unaona? Lakini sasa njo kwenye upande wa pili, upande wa pili huu hapa, ambapo hizi gharama za kilimo tumesema zinatoka mapema sana, njo upande wa upande wa pili, wakati mkulima yupo amevuna, ameshavuna mahindi yake anaenda kuyauza amevuna mahindi yake anaenda kuyauza huko kwenye maghala. Huwa tunasema tunasema kwa saizi hali ilivyo. Kwanza maghala huwa yanafunguliwa kwa wakati mmoja, unakuta wanasema labda wanasema tunanunua tuna, tuna, tuna tun, tun, tun, mahindi kwa mwezi mmoja. Alafu baada ya hapo, anafunga yale maghala, unaona? Unaona? Sasa ule mwezi mmoja ambao wanasema wananunua yale mahindi, inawezekana ndani ya huo mwezi bei ya mahindi ipo chini. Unaona? Unaona? Licha ya hiyo bei ya mahindi kuwa chini ye watakapo chukua yale mahindi ya mkulima watachukua muda gani kumpa pesa yule mkulima ndio? Huyo na chukadi kuanzia mwezi miwili hadi mitatu, alishabeba mazao ya mkulima huko, wanamwambia subili mwezi miwili hadi mitatu pesa yako itakuja. Unaona? ndio no. Kinachofanyika hapa yani mkulima ameishavuna amewapelekea mazao yao, ila muda muda ambao hii pesa inakuja ili ije mfike mkulima ni mwezi miwili hadi mitatu. Kwa ndani ya hiyo mwezi miwili hadi mitatu, kabla pesa bado ijafikia hapa mkulima huku cash hana pesa taslimu hana, ni zero. Unaona kwa sababu gani? pesa zinachelewa. Unaona, hebu nikupe mfano wa kawaida, mfano wa kawaida kabisa kwa hali halisi ya saizi maisha yanayoendelea kwa, kwa miaka hii hivi. Hata rafiki yako anapokukopesha shilingi elfu kumi huwa anakwambia hivi, tuzungumze ukweli kabisa, atakwambia hivi, nakupa hii shilingi elfu kumi, nenda kaitumie, ila unavyorudisha nategemea itoke imezaa mm, irudi na mtoto ndo jiulize, huyo mtoto ni nini? ni liba. Liba. Mm. Liba. Angalia sasa, we mkulima, umewapa watu mazao yako tunaashumu yenye thamani ya shilingi milioni moja wamebeba, unaona, wanaenda kukaa nayo ndani ya hiyo miezi miwili hadi mitatu naona mahindi yana thamani ya shilingi milioni moja. Kwao ni sawa na kwamba wewe mkulima umewapa shilingi moja wame, shilingi milioni moja wameondoka nayo. Unaona? Alafu ndani ya hiyo miezi miwili hadi mitatu wanaenda kuitumia huko wanakurudishia shilingi milioni moja ile ile. Ufikiria. Ile shilingi milioni moja ulipokuwa unawakabidhi mazao, wangekukabidhi cash ile ile siku, ukaichukua hiyo shilingi milioni moja, ukaenda kuiwekeza sehemu ndani ya hiyo miezi mitatu ungepata faida shilingi shilingi ngapi? Unaona? No. Yaani unakuta kwenye kilimo watu watu wengine kabisa wanaenda kufaidi ile faida ya mkulima, lakini mkulima anafaidika kidogo sana. Tena kwa maumivu, ule muda wa miezi miwili hadi mitatu anasubiri, anasubiri faida, anasubiri pesa zake zije. Ataingia mikopo maana hana kitu mkononi, cash, pesa taslimu hana. Unaona? Pesa taslimu hana akiangalia hizi, unakuta kuna pesa alitoaga kwenye uzalishaji kununua input cash. Kawa inazidi kupungua hapa utakuta labda kuna matumizi ya familia pale nyumbani inazidi kupungua. Hapa kuna watoto shule inazidi kupungua. paka anakuja anabaki na shilingi si zero, hana hana kitu mkononi. Watoto wanatakiwa kwenda shule, familia inatakiwa kula, na pesa ameambiwa asubiri miezi miwili hadi mitatu. Kinachofuata ni nini? Anaenda kwenye taasisi zinazokopesha, wanaenda kumkopesha, atarudisha na riba. Lakini yeye yeah, amewapa watu, amebeba mazao yake, hawarudishi hawa riba, sio changamoto sana. Sasa, lakini ukija huku kwenye madaftari huku, kipindi hicho ambacho mkulima atakuwa anaishi, hana pesa taslimu mkononi, hana pesa, hana cash mfukoni hana. Ukija ukiangalia kwenye madaftari yake, kwenye madaftari yake kuna soma faida. Eh, ana faida ndio, lakini mkononi hana. Ndio maana ukimwona, unasema ni maskini. Anaenda kukopa, lakini madaftari yake anasoma faida ndio. Unaona? Vitu kama hivi. Na ukija ukiangalia kwenye madaftari yake ndio kuna faida inapanda ndio, ana faida kubwa tu. Ila hana pesa, ni maskini. Eh, yeah, ndio maana tunakuja tunasema mkulima au mfanyabiashara biashara ya kilimo ana faida kwenye karatasi, ila pesa taslimu au keshi mfukoni hana, ni maskini ndio, kwa sababu kama hiyo, unaona no? Sasa nije nikwambie sasa sababu za kitaalamu, sababu ambazo zipo kitaalamu zinazopelekea hiyo hali kwamba, kwenye madaftari kuna faida, mkononi hakuna kitu. Faida ya kwanza tunasema tunasema timing problem, eh, tatizo la muda wa pesa. Wakulima wanashindwa kujua mpangilio wa pesa katika msimu mzima wa uzalishaji na ile miezi miwili hadi mitatu ambao pesa zao zitakuja anapofanya mauzo ya mazao yao, hmm. Mkulima unatakiwa ujue ni kwa muda gani pesa zitaingia kwako, naona ni muda gani pesa zitatoka kwako, naona. Lazima ujue kipindi ambacho mkulima pesa zitakuwa haziingii, bajeti yake ni ipi ambayo utatumia kwa muda huo, naona ni vitu vya msingi sana mkulima anavyotakiwa kuvijua. Ndio maana kitaalamu tunakuja tunasema cash outflows in agriculture is not equal to the cash inflows timing, mm. Muda ambao pesa zinatumia kutoka kwenye kilimo au kwa mkulima sio sawa sawa na muda ambao pesa zinaingia kwa mkulima. Pesa zinatoka kwa mkulima hapa mapema sana, mapema sana pesa zinatoka, lakini hapa pesa kuingia kwa mkulima very slow. Nasema nasema profit in agriculture is very solvent na kuchukua muda mrefu sana mpaka pesa zimfikie mkulima. Lakini ukija ukiangalia hapa kwenye gharama za uzalishaji ni gharama zinazotoka mapema sana kwa kwenye kilimo, cost are very liquid. Lakini ukiangalia profit ni very solvent na kuchukua muda mrefu sana, gharama mapema, haya mapato yanachelewa, ndio kinachoendelea kwenye hizi hiki kilimo, unaona, na? Na ndio hicho kitu kinafanya kuku kwenye madaftari huku mkulima ana faida, lakini akija mkononi hana kitu. Ndio maana ndio nitakuuliza, ni kweli? Kiangalia huko kwenye madaftari huku huku, unaona, anaiona faida ipo ndio, faida ipo ndio, lakini lakini pesa iko wapi? Lazima tujiulize, pesa hakuna, unaona na? Huko ndio nikaja nikakuuliza, ndio maana mkulima ana faida bila pesa, hmm. Faida anaiona huku, lakini huku pesa haioni, hana kitu mkononi. Ukiangalia pesa taslimu anakuja kupata zero kabisa, anakuja naishiwa kabisa. Kutokana na nini? Gharama pesa inatoka, inatoka mpaka anakuja naishiwa. Lakini hizi pesa kutoka hapa kumfikia hapa inachukua muda mrefu sana. Muda ambao unakuta miezi miwili hadi mitatu mkulima anatumia nini? Anaishi maisha magumu hapa. Miezi miwili hadi mitatu ni maskini. Eh, vitu kama hivyo ndio maana ndio nikaja nikakwambia. Nikaja nikakwambia tatizo kubwa katika hii hi, faida dhidi ya mtiririko wa pesa katika shughuli ya kilimo tatizo kubwa ni gharama za mapema, malipo baadaye, kuchelewa malipo, kuchelewa. Kwa hiyo tunasema ni ni gharama za mapema, gharama zinawahi, ndio mkulima anatoa pesa mapema, ila lakini faida inakuja kwa kuchelewa sana. Unaona, hicho ndio nimetaka ni ni, ni ni nikwambie kwa leo, lakini pia pia pia gharama zisizolipiwa pesa taslimu eh. Wakulima wengi wameshindwa kujua ni gharama hizi, gharama zisizolipwa pesa taslimu, wanashindwa kujua, wanashindwa kuziingiza kwenye zile gharama zingine kama hizi za uzalishaji, ili wajue, wapale, wajue faida yao halisi. Unaona, sasa hizo ni gharama zipi? Moja ni muda wa mkulima, muda wa mkulima. Mkulima kila siku anatoka nyumbani kwake asubuhi, anaenda kufanya kazi na rudi jioni. Hicho kipindi chote anachofanya kazi, kwenda kurudi, kwenda kurudi, kufanya kazi mashambani, kilimo, baada akimlipi unaona sasa anakuja kuvuna kwenda kuuza ana, anapata mapato, hajumlishi ule muda wake ambaye alikuwa anafanya kazi. Kama alikuwa mwajiriwa, anatakiwa kujilipa mshahara, ile ni gharama ile. Anatakiwa aongeze kwenye gharama zingine, muda aliyotumia ni gharama, wakulima wengi hawaweki. Unaona, kitu kingine ni gharama za shamba. Mkulima anakwambia shamba ni la kwangu. Sasa kama shamba ni la kwangu, si bure no kita kipo, hakuna kitu kama hicho kuna gharama za ardhi ambayo mkulima nailima na, na, na ndio maana tukikuchukua wewe mkulima, tukasema tukuhamishe sehemu nyingine ambapo mashamba sio ya kutaenda, kukodi utatoa pesa ya kukodia mashamba, unaona, ili ulime. Kwa nini wewe shamba lako sasa hutaki kutoa gharama zake? Kwa nini? Ni vitu vya msingi, ni gharama za msingi. Mkulima unatakiwa ujumlishe kwenye gharama zingine, ili uje ujue uhalisi wa nini wa faida yako, unaona. Kitu kingine ki tunasema, kitu kingine ki tunasema ni uvujaji wa pesa. Katika shughuli za kilimo, kuna kitu kingine uvujaji wa pesa wakulima wengi, na hiki hapa ndio kitu kikubwa kinachochanganya wakulima. Uvujaji wa pesa au kwa kitaalamu tunasema cash leakages. Mm. Mkulima amesubiri miezi miwili hadi mitatu. Kusubiri pesa yake irudi baada ya kuuza hayo mazao yake. Pesa inakuja, pesa inavyoingia, kitu cha kwanza anaenda kulipa madeni aliyokopa. Kitu cha pili matumizi ya familia, unaona lazima atoe matumizi ya familia huku, alafu kitu cha tatu sasa anaona ah, amefanya sana kazi za kazi kule mashambani, anakuja anaangalia hadi kichwa kimeshachoka, anasema ha, pesa zimekuja sasa, huu ndo muda wangu sasa, na mimi nionekane na pesa. Unaona, anaanza kuzitumia kama mshahara, anakula anavyotaka, anataka kichwa kichwa kirudi katika hali yake ya kawaida, eh, alikuwa aisha choka. Unaona anakula familia inakula, amelipa mikopo, anamaliza kila kitu, hajui kesho tu. Msimu wa kilimo umeingia, msimu wa kulima tena umefika, hana chochote mkononi. Anachokifanya ni nini? Ni kwenda kukopa pesa huko kwenye mabenki au taasisi zinazokopesha zingine, na akisha kopa, tunasema akikopa afa, kaenda kuanzisha kilimo, nasema anazalisha kwa ajili ya kulipa madeni na sio kupata faida, unaona na hiki kitu tunasema this is the managerial failure of the farmer na sio na sio tatizo la kilimo, ni tatizo la mkulima mwenyewe. Umeshindwa kumanage hizo pesa zako vizuri. Ungeweka mgawanyo sahihi, ukabaki na ile pesa ambayo utawekeza tena kwenye kilimo, yasinge kukukuta unaona. Hizo zipani sababu zinazopelekea mkulima akiangalia kwenye madaftari yake ana faida, uhalisia pesa taslimu mfukoni hana, ni maskini, hana pesa ya watoto ada, familia inateseka, vitu kama hivyo. sasa msikilizaji, ni nikupe suluhisho la hivi vitu. Kuna suluhisho la kitaalamu juu ya hiki kitu, kwamba kwenye madaftari kuna faida, mkononi pesa taslimu sifuri, hana chochote. Suluhisho la kitaalamu, suluhisho la kitaalamu, tunasema mkulima anatakiwa apange pesa kwa msimu mzima. Ni la kwanza, mkulima panga pesa kwa msimu mzima, kwa kitaalamu tunaita cash flow planning. Mkulima lazima ujue gharama za mapema, bajeti yake muda ambao utakuwa unazalisha kilimo hakikulipi, bajeti yake. Muda ambao utakuwa unasubiri ule miezi miwili hadi mitatu, na subiri pesa kwa watu uliowauzia mazao baada ya kuvuna, ujue bajeti yake. Hapa tutaishije? Lazima upatengee bajeti yake ambayo utakuja uitumie hapa unavyosubiri hizo pesa zako. Kwa hiyo mkulima, kiufupi, unatakiwa ujue muda sahihi ambao pesa zitatoka kwa na muda sahihi ambao pesa zitaingia kwa, sio ni vitu vya msingi kwa mkulima kitu suluhisho la pili, mkulima badilika tabia, kuwa na tabia ya kutenganisha biashara au kilimo chako na matumizi ya nyumbani. Ndio biashara tunasema business is a separate entity. Ukifungamanisha biashara na matumizi ya nyumbani, unaenda kuwa biashara, unaenda kula kila kitu kwenye biashara, na hutojua kipi kinaingiza, kipi kinatoa pesa. Unaona, suluhisho la tatu ni kanuni ya kuwekeza tena faida iliyopatikana Narudia, kanuni ya kuwekeza tena faida iliyopatikana. Kwa kitaalamu tunasema reinvestment rule. Ndio tunasema faida, faida ya kwanza sio ya kula, ila ni ya kuwekeza tena, kuongeza uzalishaji. Na hii inawalenga sana vijana ambao ndio wanaingia kwenye kilimo au wale wakulima wadogo ambao ndio wanaingia kwenye kilimo, kwenda kuanza uzalishaji, kwenda kuanza uwekezaji wa kilimo, ni kitu cha kwanza kabisa natakiwa ajue The reinvestment rule. The first profit is not for consuming, is for the investing. No, no. Faida ya kwanza sio ya kula ni ya kuwekeza tena. Mkulima mdogo, kijana ambao unataka kuwekeza kwenye kilimo, shika hilo. Sababu nyingine nasema mkulima unatakiwa ujue, unatakiwa ujue faida halisi ya unacho kizalisha. Faida halisi utaijueje? Hizi gharama zote, gharama zote za mwanzo unazotoa mapema lazima uzijue, uje ujumlishe na zile gharama ambazo hazilipwi pesa taslimu. Kama muda wako utaweka kama gharama pale, afu pia gharama za shamba hata kama ni la kwako weka pale, ndo hapo utaweza kujua faida yako halisi ya unachokizalisha ni ipi. Ukiignore vitu vichache kati, yaani kati ya hivyo, ukiacha hata kimoja, faida sio halisi, na inawezekana ukawa umepata hasara ukasema nina faida. Naona? Suluhisho la tano. Suluhisho la tano la kitaalamu. Tembelea masoko. Jua soko ambalo utauzia hicho kitu chako kabla hujaenda kuzalisha. Mkulima kabla hujachukua jembe lako na mbegu zako kwenda kupanda mbegu za mayo mazao yako kwenda kupanda kule. Zingatia kule sokoni. Je, kuna mnunuzi umeshaongea naye atanunua hicho kitu? Je, huyo mnunuzi mmeshapanga bei kwamba ukija kuzalisha utampelekea kwa bei ya shilingi ngapi? Aisee, kuwa makini mkulima, kuwa makini. Utazalisha, utakuja utavuna, utapeleka sokoni, utauza kwa bei mbovu. Unaona bei mbaya, utapata hasara. Unaona? Na ukisema uyatunze mazao, nakuta mkulima huna zana za kutunzia storage facilities, huna, na jikuta mazao yana yanaoza, kwa nabidi ukauze vile vile kwa hasara. Ukiwa na soko kabla hujaanza kuzalisha, una uhakika asilimia nyingi tu kwamba wewe una faida, maana unachokizalisha huwazi kuta kiuza shingapi, bei unaijua, mlishaongea mkamaliza, mmeweka documenti zimeandikwa kwamba mimi nikishazalisha tu, nikishavuna vuna, mimi nakuletea mzigo wako, unanipa shilingi pesa zangu. Ni kitu ambacho ki? kinaeleweka. Unaona sasa mkulima, hivyo ndi vitu vya kitaalamu kabisa ambavyo nimekuletea leo uweze kujua kwa nini wakulima wana faida kwenye madaftari lakini ukija kwenye uhalisia, keshi mfukoni hawana, wanaishi ni maskini. Ndo vitu kama hivyo nimesema, profit cash flow mismatch, kuto kuendana kati ya faida na mtiririko wa fedha katika sekta ya kilimo. Na ili uweze kurekebisha mtiririko wa fedha, wewe mkulima, hapa hapa, uweze kupunguza muda wa pesa kukufikia, uwe na uhakika wa kuzalisha, unapeleka mazao kwa mnunuzi, una uhakika wa kurudi na pesa siku hiyo. Hizi su, solution nililokupa ni la msingi sana. Jua soko na bei na mtu utakayemuuzia kabla hujaenda kuzalisha. Unaona? Ili upate faida lazima ufuatili uwe na kanuni za kuwekeza tena faida uliyoipata. Lazima utenganishe biashara na matumizi ya nyumbani. Unaona? Lazima upange pesa. Ujue ni muda gani zitatoka na ni muda gani zitaingia kwangu. Ni e, vitu vya msingi nataka ujue. Unaona? Ndio maana tunakuwa tunasema wakulima wakulima sio kwamba wakulima wengi sio kwamba ni maskini, ila ni cash flow mbovu. Wana mtiririko mbaya wa fedha, wameshindwa kupangilia mtiririko vizuri wa fedha. Hapa hapa pana shida. Hapa kwa wakulima wengi hapa pana shida. Yeye mkulima amezitoa pesa mapema sana, ila hapa yeye kuja kupata pesa, mtiririko wa pesa kumfikia hapa ni pabaya kwa wakulima ha, hapa haendi vizuri kwa wakulima wengi mdili na hapa utajiri napo, ndo hiyo kama kuwa na soko soko la uhakika kabla hujaanza kuzalisha, lazima ulijue. Unaona eh, hey, ndo hivyo nilikuletea leo. Kama leo mkulima au mfanya biashara ya kilimo au tunasema hata mfugaji, inakuhusu hapa. Ni kuache kidogo na maneno machache, kuache na misemo michache ya kujenga mkulima au mfanya biashara ya kilimo. Nikwambie hivi, faida faida ni hesabu. Faida ni hesabu, ndio maana hata hapa kwenye mahesabu kuna faida lakini Cash, pesa taslimu ni uhai. Faida ni hesabu, pesa taslimu ni uhai, unaona. Msemo mwingine nakuachia: kilimo kinahitaji pesa kabla hakijakupa pesa. Usijichanganye, huna mtaji unaoweza kutosheza mahitaji ya kuzalisha kitu fulani, unaenda kuzalisha, unaenda kupata hasara. Hata hicho kidogo ulicho nacho unaenda kupoteza, unaona Nimalize wa mwingine, wakulima sio kwamba ni maskini. Wakulima wengi sio maskini. Hey, wakulima wengi sio maskini, tukubaliane na hilo. Ila sasa kinachowafanya waonekane maskini, nasema ni mtiririko mbaya wa fedha au ni cash flow mbaya. Na cash flow mbaya inatokana nini? Hawajarekebisha hapa, hawajaparekebisha hapa, hawajarekebishwa naona. Kwa hiyo ndio mkulima ndio nimekuletea hayo, au mfanya biashara, mfugaji, hayo nimekuletea, na wewe ujaribu kuyafikiria hayo, pengine anaweza na naamini atakusaidia pia. Mkambie, unaweza ka subscribe ili tukaendelea ku kushare maarifa kuhusu kilimo biashara na ufugaji pia. Kama wewe ulishawahi kufanya biashara au ulishawahi kuingia kwenye kilimo kwenye madaftari ukaona una faida, lakini ukaja kwenye uhalisia mfukoni huna pesa, comment hapo niambie.